Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuza alalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari: madereva wa mwendokasi watakiwa kuzingatia sheria za barabarani. Viongozi wa dini waaswa kutoibua migogoro ya kidini nchini na katika habari za kimataifa wazazi wa watoto waliotekwa Nigeria wajawa na hofu, waogopa kuzungumza na waandishi. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka madereva wa mabasi yaendayo haraka kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepuka ajali kwenye usafiri wa mwendokasi na kuwasisitiza kuwa na lugha nzuri kwa abiria ikiwa ni katika kuhakikisha huduma ya usafiri inafanyika kwa ubora na kuleta tija iliyokusudiwa. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Profesa Shemdoe ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kuwatunuku vyeti madereva tano waliohitimu mafunzo maalumu ya uendeshaji wa mabasi ya mwendokasi, mafunzo ambayo yameendeshwa na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kwa kushirikiana na wadau wanaoendesha usafiri huo ikiwemo UDAT na MOFAT, ambapo amesema mafunzo hayo yakalete tija kwenye usafiri wa mwendo kasi. Aidha, profesa Shemdoe ameelekeza madereva wote wanaopaswa kuendesha mabasi hayo ikiwemo ambao wapo kwenye ajira hiyo kupatiwa mafunzo hayo kupitia chuo cha NIT ili kuwajengea uwezo wa kutumia miundombinu ya DART kwa usahihi na usalama. Niombe tena kwa makampuni haya ambayo yapo tayari hapa, Moffat Udart, na wale wengine wote ambao wanakuja, msiajiri dereva ambaye hajapitia haya mafunzo. Hii itaongeza umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunapata wataalam, madereva wetu ambao wamepata kufundishwa na kupata skills ambazo zitatusaidia ama zitawasaidia wao kuendesha mabasi yale. Kwa hiyo niombe nguvu zaidi ya mashirikiano yenu kati ya chuo hiki pamoja na makampuni yenu kuhakikisha kwamba wote wanaoajiriwa basi wapitie hapa, na wale ambao mmeshawaajiri wako kule, wameanza kufanya kazi hizo bila kupitia mafunzo haya. Nielekeze special programu iandaliwe kwa ajili ya wale ambao tayari mmeshawaajiri, ili waweze kuja kupata mafunzo haya wasije wakakosa kazi kwa sababu inawezekana kigezo hiki mwisho wa siku kikatumika kwenye kuajili madereva wengine. Awali, kabla ya kumkaribisha waziri wa Tamisemi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema serikali mkoani humo inaendelea na mpango wa kuzungumza na vijana ikiwemo wanafunzi wa vyuo ili kuwakumbusha nafasi yao juu ya umuhimu wa amani ya nchi na nafasi ya vijana kwenye ukuaji wa uchumi. Mwaziri, lengo letu ni mwendelezo wa yale maelekezo yaliyotupatia ya kuzungumza na jamii za wanafunzi wa vyuo vikuu kuhusu thamani na umuhimu wa amani katika taifa, lakini pili, kuhusu wao kujiona kuwa ni potential human capital wa kuunda na kutengeneza upya uchumi wa baadaye. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, Dr. Prosper Mgaya amesema mafunzo hayo si ya kwanza kutolewa kwani zaidi ya madereva 250 tayari wamenufaika na programu na kusisitiza kuwa lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo na kwamba mafunzo yanahusisha watu ambao tayari ni madereva. Hawa madereva watakaohitimu leo si kwamba wametoka lena ni madereva mahiri wa mabasi, wana vyeti vya kuendesha mabasi lakini hii kozi inachokifanya ni kuwajengea uwezo wa kuendesha mabasi ya mwendokasi. Kama unavyofahamu mgeni rasmi na sisi wote ni kwamba haya mabasi ya mwendokasi yako tofauti na mabasi ya kawaida, na pia njia yake iko tofauti kidogo na njia hizi za kawaida kwa hiyo tunachokifanya kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ni kuwajengea uwezo. Moja, tunawajengea uwezo wapate kulifahamu basi lenyewe linavyofanya kazi. Pili, wafahamu miundombinu ya hili basi linapopita, na tatu, tumewajengea uwezo katika kipengele cha customer care. mafunzo hayo yamehitimishwa katika wakati muwafaka ambapo serikali mkoani Dar es Salaam ikiwa imerejesha huduma ya usafiri wa mwendokasi kutokea kituo cha Ubungo Maji hadi katikati ya jiji kuanzia Novemba 29. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Kiislamu ya Hizbi Tahrir ya nchini Tanzania imewaomba viongozi wa dini kuepuka kuibua migogoro ya kidini nchini humo, badala yake washiriki kusaidia taifa liondokane na tofauti za kisiasa zinazoweza kuwagawa Watanzania na kuwaingiza kwenye vurugu. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Akizungumza jini Dar es Salaam, msemaji wa taasisi ya Hizbu Taharir Masudi Mselemu amesema viongozi wa dini wana miongozo ambayo ni vitabu vitakatifu, hivyo wanapaswa kulisaidia taifa kupata utulivu, amani na mshikamano badala ya wao simama mbele kuchochea vurugu za kidini. Tunatahadharisha baadhi ya taasisi, wafuasi na viongozi wa dini katika Waislamu na Wakristo wasiingie katika mtego wa koloni wa kutumia mihemuko na choko ya chokochoko choko na fitna za migogoro ya kidini kwa maslahi ya siasa za kidemokrasia d. Ilitarajiwa viongozi wa dini, wa kidini Waislamu na Wakristo kwa kuwa wana miongozo ya dini zao watuonyeshe masuluhisho ya kisiasa kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa miongozo ya dini zao na sio kuibua chokochoko choko za fitna za kidini kwa malengo ya siasa za kidemokrasia. Siasa ambazo haziwahusu ndewe wala sikio, na zisizokuwa na haja ya dini wala thamani ya kiroho. Na mwisho kudandia chokochoko choko za kidini kwa lengo la siasa za kisekula, kuna madhara na maafa makubwa na kamwe hakuna mwisho mwema kama yaliyotokea Bosnia Herzegovina mwaka 1992 mpaka 95, Afrika ya Kati mwaka 2013 kupitia magenge ya Antibalaka na Seleka, na mwendelezo wa fitna kama hizo ndani ya Nigeria. Mselemu amesema kuwa kwa sasa dunia inakabiliwa na mfumo wa kibepari unaosimamiwa na mataifa makubwa, uliojengwa katika misingi ya kuwagawa watu na kuwatawala, yani divide and rule. Hivyo taifa linahitaji kukabiliana na mfumo wa kibepari. Aidha, Mselem amesisitiza kuwa taifa linapaswa kuwa makini na mifumo ya kibepari, kwani wanaposhindwa kuwasababishia vurugu za kisiasa, wanaweza kuwaleta kwenye vurugu za udini, ukabila, ama mgawanyo wa kimaeneo ili watimize malengo yao. Pia ni wazi kwamba nchi za kikoloni za kimagharibi wamekuwa wakitumia sera ya vyama vingi na visingizio vingine kuchochea mizozo kwa raia, migawanyiko na vurugu ili kwa ujanja kufanikisha kwa urahisi unyonyaji wao wa rasilimali za nchi changa. Mifano hai ni kama Sudani, Kongo, Yemen, Somalia na kadhalika. Ama kuhusiana na kuibuka hali ya kauli zenye kuashiria kuleta mgawanyiko, chokochoko na mchafuko kwa misingi ya kidini baina ya wa Waislamu na Wakristo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Kikristo na Kiislamu, jambo hilo ni matokeo ya fikra ya kikoloni ya wagawe watawale. Ikumbukwe, wakoloni kwa ko maksudi katika kuendeleza ubwana wao katika makoloni yao huacha kwa maksudi na huunda nyufa mbalimbali mbali za migawanyiko kama, kama ya kikabila, kimaeneo, kidini na kadhalika, ili kutumia nyuf, nyufa hizo kwa wepesi pale inapohitajika kwa manufaa yao. Asante sana Mlisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali mbali ya kijamii ili kuendelea kuimarisha usalama na kudhibiti uhalifu, ambapo limekutana na maafisa usafirishaji wa kanda ya Igoma wilaya ya Nyamagana. Mesha Kimano ana taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano huo uliofanyika eneo la Ndama kata ya Igoma, kamanda wa polisi mkoani Mwanza Willibodi Mutafungwa ameeleza kufurahishwa na ushiriki wa kundi hilo huku akisisitiza umuhimu wa kuzingatia elimu ya usalama barabarani waliopewa. Mutafungwa amesema kuwa ongezeko la ajali za barabarani linatokana na uzembe wa baadhi ya waendesha vyombo vya moto, hivyo amewataka kila mmoja kuwajibika ipasavyo kukomesha ajali hizo. Wote hapa tulipo ni wadau wa barabara, na kama sote ni wadau wa barabara tunatumia hii barabara lazima tukumbushwe kielimu hili yale madhara yanayoweza kutokea, kwa sababu sote tunatumia barabara hizi, yaendelee kuwa kidogo. Na niwaambie ukitizama hata kwenye taarifa zetu sisi, kitakwimu, eneo ambalo linaongoza kwa watu kupoteza maisha ni maeneo ya, yanayohusu matumizi ya nini ya barabara. Nikiwa na maana gani? Ajali, ajali za barabarani. Tembea kwa mguu, anakupitia boda, anakugonga. Natembea kwa mguu, anakupitia mwendesha baisikeli, anakugonga, unaweza kupoteza maisha. Ajali za magari, ajali zinazosababishwa na madereva wazembe, ajali pia zinazosababishwa na watembea kwa miguu ambao pia ni wazembe. Si wapo? Si mnakutana nao pia wengi sana? Pia sasa, ukitizama katika maeneo ambayo yanaongeza watu kupoteza maisha au kupata majeraha kimwili, ni eneo hili la makundi yanayotumia barabara. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Mwanza Ibrahim Sande amewataka maafisa usafirishaji kuhakikisha wanakuwa na bima halali, leseni ya udereva na kufuata sheria zote za usalama barabarani. Tumeelezea umuhimu wa kuendesha chombo hiko ambacho kiwe lazima kiwe na bima, ambapo pia ni takwa la kisheria. Kuna wajibu wa mmiliki ambaye pia anapaswa kaswa kukata bima ili ya mkabidhi mwendesha afisa usafirishaji huyu iko chombo Tumeeleza jinsi gani madhara yanapoweza kutokea ya chombo hiko, ambapo kimsingi, ukaendesha huna bima, unajikuta kwamba wewe na mmiliki mtashitakiwa kwa pamoja. Huyu atashitakiwa kwa kuendesha hana leseni, lakini pia huyu atashitakiwa pia kwa kuruhusu kile chombo kuendeshwa na dereva asiyekuwa na sifa, aidha bima au leseni ya kuendeshea. Akizungumza kwa niaba ya maafisa usafirishaji wa kanda ya Igoma katibu umoja wa waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza Kudra Salum ameahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za kihalifu na kuchukua hatua dhidi ya wanachama wanaokiuka sheria na kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Kwa elimu kubwa ambayo RPC ameitoa na ratio kwa ajili ya kudumisha amani ya nchi yetu, sisi kama viongozi tunalo jukumu la kukusanya wanachama mara kwa mara kuanzia leo mpaka kufikia tarehe 4 kwa ajili ya kuweza kuwaelimisha, lakini pia tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili tunataraji kuwa na mkutano mkuu ambao utahusisha viongozi wa vituo vyote ndani ya wilaya Nyamagana na mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kuweza kutoa ujumbe kama tamko la chama, nini tumekusudia lakini na mbali na hapo, mpaka sasa tunavyoendelea, tuna utaratibu ambao tunaendelea nao wa kuhakikisha kila mwendesha pikipiki anakuwa na kitambulisho cha umoja. Lengo ni nini? ni kuhakikisha kwamba tunatambuana ili lile kundi ambalo linakuja kujifungamanisha na sisi, ambalo sio maafisa wa usafirishaji tuweze kuwabaini. Na baada ya zoezi la vitambulisho kukamilika, tunataraji kuanza kutoa elimu kwa waendesha pikipiki. Anapokuja mtu yeyote ambaye afahamiki kwenye kituo, tuwataki watoe vitambulisho vyetu, kujua wanatokana na nini au wanatokea upande gani. Na kwa wale ambao utakaona tunaatilia mashaka, sisi na jeshi la polisi tuna ushirikiano mkubwa sana mara kwa mara tunatoa taarifa kwa wale ambao tunahisi tuna changamoto nao, tuna mashaka nao, ili kueja kujirizisha. Asante sana Mheshimiwa Kimano kwa taarifa hiyo. Wachimbaji wadogo wa dhahabu wa mkoa ni Geita wamemwomba Waziri wa madini Anton Mavunde kusaidia kutatua changamoto ya kupanda kwa bei ya kemikali ya sayanaidi inayotumika katika uchenjuaji wa madini pamoja na kusaidia upatikanaji wa leseni kwenye maeneo ambayo utafiti wake umechukua muda mrefu kukamilika ikiwamo maeneo ya Nyamigano na Mwiza. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Maombi hayo yametolewa na katibu wa chama cha wachimbaji wadogo mkoa wa Geita Gelema Misana Nyabange wakati wa ziara ya waziri Mavunde katika mgodi wa kijiji cha Kasubuya wilaya ya Nyangwale, ambako pia alikabidhi leseni kwa vikundi mbalimbali vya wachimbaji wadogo. Kwa upande wake mwenyekiti wa vijana wa wachimbaji taifa Amisi Mohamedi ameishukuru wizara kwa kuendeleza programu ya MBT, huku akiomba kutengwa kwa maeneo maalum ya uchimbaji kwa ajili ya vijana. Hali, awali tulikuwa tunauziwa ya China kwa bei ya laki tano na kitu, lakini sasa hivi tunauziwa kwa shilingi milioni moja milioni moja laki mbili sana ukilialia laki nane. Hii ni kwa mkoa wetu wa Geita, kwa sababu huko waziri wa nchi sisi tunashirikiana na vyama jirani mara iko zaidi. Kwa hiyo Mheshimiwa waziri nakuomba sana, vitu muhimu hapa tusaidie sana ili iweze kurudi kwenye bei iliyo stabilize kwa wachimbaji. Lakini hizi piero zilizo ndani ya mkoa wetu kuna eneo liko kwenye migono hapo, wachimbaji wana muda mrefu wanajitafuta, kodi wanalipa leseni hatuta kupata na yule mwenye mzungu atujaye kumwona anakuja kuhangaika pale, walipa wapiga kodi ni hawa wapiga moto. Liko eneo lingine pale Mwiza, wasaidie wachimbaji wadogo hawa, vikundi viendelee kupata kuhusiana na mradi wa MBT, Mining for Brighter Tomorrow. Uh, Nyangwale kwa kushirikiana na ofisi ya Mheshimiwa DC na mkurugenzi wetu Bi Husna Toni, tumeweza kuandaa mpaka sasa hivi zaidi ya vijana 2000 Mheshimiwa, Mheshimiwa waziri ambao wanatakiwa waende kunufaika moja kwa moja na mradi wa MBT kwenye swala la uchimbaji. Akijibu maombi hayo, waziri wa madini Anthony Mavunde aliwataka wamiliki wa leseni za utafiti kuhakikisha wanaendeleza leseni zao ndani ya muda uliopangwa, huku akiahidi kuwa serikali itashughulikia swala la ongezeko la bei ya sayanaidi na kutafuta mbinu za uvumbuzi ili kupunguza gharama na kwenda kufuta leseni zote leseni bora tuanze upya na kwenda kufuta leseni zote kubwa ambazo hazifanyiwi kazi. Wale walio tayari kufanya utafiti tutawapa, lakini tutazipanga kwa ajili ya wa wachimbaji wadogo wenye mchango mkubwa na taifa lao la Tanzania. Hoja nyingine ameisema kiongozi wenu wa Gerema na mwenyekiti wa taifa wa vijana na mheshimiwa mbunge juu ya changamoto ya upatikanaji wa kemikali ya cyanide, na gharama ambayo imekwenda juu hivi sasa. Kwa kutambua changamoto hii, serikali imechukua hatua. Tarehe mbili mwezi wa kumi na mbili nimeitisha kikao ambacho kitakuwa raio, ni cha wataalamu kutoka tume ya madini. Katika ziara hiyo jumla ya leseni 36 zilitolewa kwa vikundi kumi vya wachimbaji wadogo. Baadhi ya wanufaika walishukuru serikali kwa namna ilivyoendelea kutambua mchango wa wachimbaji wadogo katika kukuza uchumi wa taifa. Leseni zimeongeza sehemu kubwa sana. Kwanza kuna wakina mama mamalishe ambao tayari wanajipatia kipato hapa, pia kuna vijana ambao tuna vijana wengi sana wako eneo hili ambao na wao wanaendelea kupata kipato chao cha hapa na pale. Kwa hiyo pili, tunaendelea kuhamasisha vijana waendelee kuchapa kazi na chama tumefurahi sana kwa kitendo hicho ambacho serikali imekifanya. Lakini mbali ya hayo, pia tumekuwa tuna uhitaji kulingana na uitaji, idadi ya wanachama ambao tuko Ifugandi tuko wanachama mia mbili, lakini tunazungukwa na zaidi ya watu elfu tatu ambao wote wanategemea mgodi wa Ifugandi ili kuendesha shughuli zao. Kwa hiyo tunaomba kama serikali kushirikiana na wadau wengine waweze kusaidia kutuongezea leseni nyingine ya uchimbaji, lengo tu ili kuweza kukidhi uhitaji ya watu ambao wanafanya kazi kwenye leseni hiyo. Kwa ujumla, ziara ya waziri wa madini mkoani Geita imeendelea kuonyesha dhamira ya serikali katika kuwawezesha wachimbaji wadogo kupitia utoaji wa leseni, kusikiliza changamoto zao na kutafuta suluhisho la kudumu, ikiwemo kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija katika sekta ya madini. Asante sana Emmanuel kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, TANTRADE, inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kutafuta na kukuza masoko ya bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini kupitia maonyesho ya biashara na safari za kibiashara za kimataifa. Hatua hii inalenga kupanua wigo wa biashara, kuongeza thamani ya bidhaa na kuimarisha ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa. Elen Manyangu anayo taarifa zaidi. Haya yameelezwa na waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga jijini Dar es Salaam katika ziara yake ambapo aliagiza mamlaka hiyo kuongeza ufanisi wa mifumo yake ya kidigitali na kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati kwa wadau wa biashara, na kwamba taarifa hii ni msingi wa kufanya maamuzi ya kibiashara yenye tija na zinachangia ukuaji wa sekta ya biashara na uchumi wa taifa. TanTrade ni mamlaka, lakini kazi wanazofanya wanafanya kazi kama wakala. Nimeisisitiza bodi ni muhimu sana kuangalia ni kwa namna gani wanafanya maboresho ili yale majukumu ambayo TANTRADE imekasimiwa basi ifanyike kwa full mandate yake kadri ilivyokasimiwa kulingana na sheria, lakini nimewaelekeza, kuna vikwazo ambavyo vinatokana na sheria ambazo zimepita muda pamoja na kanuni, basi waanze kuzifanyia kazi kwa haraka, ili yote haya yatatusaidia kwenye kuboresha mazingira ya biashara na kuendelea kuvutia uwekezaji hapa nchini kwetu Tanzania. Akizungumza kwa niaba ya mamlaka hiyo, mkurugenzi mkuu Latifa Hamisi amesema Tantredi itaendelea kuboresha mifumo ya ukusanyaji na usambazaji wa taarifa za masoko sambamba na kuunganisha wazalishaji wa ndani na masoko ya kikanda na kimataifa na kubainisha kuwa hatua hizi ni muhimu katika kuongeza fursa za kibiashara na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Katika mkakati wa serikali yetu kama mlivyoona kwamba tunataka kufanya diversification, tuna Kigoma. Kigoma kwa upande wetu tumeona ni strategi kwetu sisi, tukienda Kigoma tunaenda Burundi, tunaenda DRC Congo, kwa hiyo kimkakati kabisa na Kigoma sisi kama mamlaka kule tunakwenda na, karibuni tu tunaenda kufungua ofisi zetu. Bahati nzuri tuko katika wizara ambayo ina taasisi ambazo zinasimamia biashara mipakani ikiwemo TBS na FCC. Kwa hiyo sote kwa pamoja tutaenda kule, na jengine ni swala ambalo waliligusia kuhusu uendelezaji wa uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere taratibu zake ziende kwa haraka. Sisi hilo tunalitamani na tunalitaka, na tumelipokea na kwetu imekuwa kama challenge na tutahakikisha muda aliotupa tutaweza kuleta matokeo ya uendelezaji wa uwanja huu. Ziara ya waziri Kapinga katika ofisi za Tantrade zilizopo barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam ililenga kufuatilia utekelezaji wa majukumu ya mamlaka na kuhakikisha kuwa sekta ya biashara inapata taarifa zinazohitajika ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Viongozi wa dini na wadau wa mazingira wamehimizwa kuongeza juhudi zao katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ili malengo ya makubaliano ya Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yaweze kufikiwa na hivyo kuokoa dunia kutokana na athari zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwenye kongamano la siku mbili la viongozi wa dini wa kanda ya kaskazini, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na masuala ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira la KCDE, profesa Aidan Msafiri, amesema viongozi wa dini ndio nguzo muhimu ambao wataweza kufikisha elimu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira kwa kuweka mikakati ambayo itaweza kutekelezeka ndani ya jamii za kidini, faith-based organizations ni uelewa wa pamoja kuhusu kinachoendelea duniani, yani mabadiliko na athari hatarishi za mabadiliko ya tabia nchi, climate risks and vulnerabilities, namba moja. La pili ni kuchochea chachu ya kuwajibika kwa pamoja bila kujali dini, cheo, rangi, mahali, maanake mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri, yana, yana, yana wote bila kujali, huu ni tajiri huyu ni Mwislamu, huyu ni Mkristo, huyu ni Mbuda. Kwa hiyo tuna a common enemy, lazima tupambane naye. Na tatu ni kuendelea kufanya tafiti, kwa vile bila tafiti hakuna hakuna matokeo mazuri. Kufanya tafiti, tunawezaje kusaidia kizazi kijacho kikaweza kuwa na njia and solutions za kupambana na mabadiliko hatarishi ya tabia nchi. Askofu wa KKKT Diocese ya Mwanga Daniel Mono amesema atatumia jukwaa la viongozi wa dini mbalimbali kuhakikisha elimu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira inafikiwa katika ngazi ya jamii, ikiwa ni pamoja na kuzuia uharibifu wa vyanzo vya maji, kukabiliana na mabadiliko uh, ya tabia nchi. Na tutatumia jukwaa letu la interfaith kuteremsha elimu hii kwa viongozi wote, lakini pia kwa waumini wote na pengine tutahitaji kukaa pamoja na kuwajengea uwezo sasa au wadau na ili tuweze sasa kuingia kwenye utekelezaji. Hatua ya kwanza ni suala la upandaji miti, lakini kutunza vyanzo vyanzo vyetu vya, vya maji uh, lakini pia kuzuia kuzuia uharibifu wa mazingira, kukata miti, kilimo cha holela, lakini pia kutumia nishati safi, nishati ambayo ni rafiki rafiki wa mazingira. Na hapa, baadhi ya wa washiriki wa kongamano hilo wakaeleza mikakati ambayo wataitumia katika kuhakikisha jamii inatunza na kuhifadhi mazingira. na ambacho ninatoka nacho katika elimu hii ni kwenda kufanya uhamasishaji, na lengo kubwa ni kuanza na watoto ambao wanaanza kufundishwa tangu akiwadogo umuhimu wa mazingira, lakini vile vile kuanzisha vitalu mbalimbali kwa ajili ya kugawa miti sehemu mbalimbali na kuweka msitizo katika upandaji wa miti na pekee pale mtu anapofanya birthday yake, anapofunga ndoa, anapofanya sherehe za barikio, au sherehe yoyote ile, ama uhuru na kadhalika, basi katika siku hiyo apande mti kwa ajili ya kuhamasisha e, upandaji wa miti mingi maeneo mengi. Kwa hiyo wote sisi kwenye mwamvuli ambayo tumeubeba katika taasisi mbalimbali ambayo tumetokea hii ilikuwa ni funzo ya sisi kurudi kwenye jamii kuiwezesha, kwamba kila mtu katika jamii ana nafasi ya kuweza kufanya jambo ambalo ni katika utunzaji wa mazingira, lakini katika kazi mbalimbali tunazofanya, ili kuwezesha kuendelea kuwa na dunia ambayo ni endelevu na yenye kuwa na Ukijani. Washahiri ya siku mbili kwa viongozi wa dini kanda ya kaskazini imewezeshwa na shirika la uhifadhi na utunzaji wa mazingira la Kilimanjaro KCDE kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la nchini Ujerumani la Konrad Adenauer Stiftung. Asante sana Fina Limu kwa taarifa hiyo. Taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili MOI inatarajiwa kuanza kutumia jengo iliyokuwa hospitali ya tumaini Upanga kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa wa kulipia na wale wa kutoka nje ya nchi, ikiwa ni hatua za kupunguza msongamano katika taasisi hiyo iliyopo ndani ya hospitali ya taifa ya Muhimbili. Gudla Kimsola anayo taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kuangalia maendeleo ya ujenzi na ukarabati walilokuwa jengo la hospitali ya tumaini Makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya taasisi ya tiba ya mifupa Mwimbili MOI Agustino Mbogela amesema kwa sasa ukarabati na ujenzi umefikia asilimia 90, huku akitegemea huduma hizo kuanza kutolewa katika eneo hilo mwishoni mwa mwaka huu ama mwanzoni mwa mwaka ujao. Hili ni jengo ambalo tunalikarabati, zamani kunaitwa hospitali ya Tumaini, wananchi wengi wanaijua kama hivyo sasa tuna ikarabati itakuwa ni eneo, ni mojawapo ya vitengo mahususi vya MOI kwa ajili ya kutoa huduma nzuri zaidi na kuhakikisha kwamba wagonjwa walikuwa na jaa sana kule MOI kule u, u, wengine wanakuja huku, ndio lengo kubwa. Kwa hiyo leo sisi kama bodi tulikuja kutembelea kuona maendeleo ya ukarabati wa hili eneo kwa sababu tunapenda hii kazi ya kuwahudumia wateja wetu ianze mara moja. Kwa upande wake mkurugenzi wa taasisi ya tiba ya mifupa muhimbili MOI balozi profesa Mpoki Ulisubisya amesema kukamilika kwa jengo hilo kutawezesha kutoa huduma zote za kulipiwa na zile za wageni kutoka nchi jirani kufanyika katika jengo hilo, lilokuwa hospitali ya Tumaini hukulili la zamani likisalia kwa ajili ya kufanya vipimo vikubwa pamoja na kulaza wagonjwa. na hapa tutatoa huduma kwa watu wote kuanzia watoto wadogo mpaka watu wazima. Tofauti tu ni kwamba ya hapa itakuwa ni ile ya wagonjwa wanaolipia na wagonjwa wanaotoka katika nchi za nje, kama ambavyo sasa hivi kule tuna sehemu kidogo tumeweka, tunaita premier clinic. Sasa hiyo itahamishwa hapo, kwa kule tutakuwa tunalaza wagonjwa, tunafanya upasuaji na vipimo vya msingi na vile vikubwa kule, na hapa kutakuwa na vipimo vya msingi vitakavyokuwa vinamwezesha daktari ajue mtu anaumwa nini na afua gani itakuwa ni bora kwa ajili ya shida ya afya hiyo. Lakini kama atahitaji kupasuliwa, kupasuliwa kutafanyika katika taasisi, kwa sababu ndio tuna miundombinu uwezeshi kwa madaktari wetu kwa ajili ya kufanya upasuaji. Asante sana, Gula Kimsola, kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, wazazi wa watoto waliotekwa Nigeria wajawa na hofu, waogopa kuzungumza na waandishi.